Watanzania wenzangu, tunayo kila sababu ya kujipongeza kwa kuweza kudumisha muungano wetu ambao ni wa kipekee barani Afrika. Kama alivyowahi kusema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mnukuu, Tanzania ni lulu ya pekee kabisa katika historia ya Afrika huru, mwisho wa kunukuu. Heshima na hadhi hii ya kuwa na muungano thabiti, imara, usiyoyumba wala kutetereka, si juhudi za serikali pekee bali ni juhudi za watanzania wote ambao kwa pamoja tumeamua kuendeleza na kukuza udugu, mshikamano na umoja wetu kama taifa kwa ujumla. Tumeamua kulinda wakfu huu wa muungano tulioachiwa na wazee wetu. Nimetumia neno wakfu kwa kuwa tunu hii ya muungano wa Tanzania uliasisiwa, umelelewa na unatunzwa vyema ili uwe madhubuti na wa kudumu. Muungano huu si mali ya mtu ila unamilikiwa na watanzania wote. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa mapumziko mema na ya milele waasisi wa, wa muungano huu pamoja na viongozi wote waliotangulia mbele ya haki. Aidha, tunawashukuru sana viongozi wote ambao katika nyakati za utumishi wao kwa taifa letu waliulinda muungano wetu na kukabidhi kwetu ukiwa imara. Ndugu wananchi, hakika sote wa mafanikio na hatua kubwa za maendeleo ambazo nchi yetu imepiga tangu mwaka 1964. Ni imani yangu ya dhati kwamba tukiendelea na umoja na mshikamano tulio nao, muungano wetu utaendelea kustawi kwa manufaa ya Watanzania wote. Wakati mlipo nikabidhi dhamana ya kuliongoza taifa hili, niliahidi kwamba serikali ninayoiongoza itaendeleza mema yaliyopita kuimarisha yaliyopo na kuleta mema mapya. Muungano wetu ni moja kati ya mema tuliyoyakuta, ambapo serikali imesimama imara katika kuulinda, kuuimarisha na kuhudumisha. Hivyo basi ni jambo jema kufanya maadhimisho ya sherehe za muungano kila ifikapo tarehe ishirini na sita mwezi wa nne ya kila mwaka. Hata hivyo kwa mwaka huu maadhimisho yatafanyika katika mikoa yote ya Tanzania na viongozi mbalimbali wa serikali wataungana na wananchi katika shughuli za uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Pamoja na hayo, yamefanyika makongamano michezo mbalimbali, mbali na shughuli za kitamaduni nchi nzima.